Kulevya yenye thamani ya bilioni nane iliyonaswa hapo jana itateketezwa. Waziri sita wa usalama Kipchumba Murkomen amesema kuwa serikali itaendelea kupiga vita ulanguzi wa dawa za kulevya baada ya washukiwa sita raia wa Iran kukamatwa katika ufuo wa Bahari Hindi. Uchunguzi umebaini kuwa meli iliyotumika ilikuwa imetoka Iran na washukiwa wao kupewa ramani ya kusafirisha shehena. Francis Mtalaki anatuarifu kutoka Mombasa. Shehena hii ya dawa za kulevya iliyonaswa hapo jana yenye thamani ya shilingi bilioni nane nukta mbili katika ufuo wa Bara Hindi itateketezwa. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akizungumza kaunti ya Kisumu amewaonya walanguzi kuwa vita dhidi ya miadarati vitaendelea huku wahusika wakuu wakilengwa. Na unaona hao wanapelekwa kotini na hivi karibuni utaona tukidestroy those uh, madawa ya kulevya publicly because we have resolved as a nation that we must fight Uchunguzi umebaini kuwa washukiwa sita raia wa Iran na meli hii iliyokuwa na kilo 1124 za miadarati ilitoka Iran chini ya amri wa mlanguzi mkuu aliye nchini humo. Mlanguzi mkuu akiwapa washukiwa ramani kusafirisha shehena hiyo wakitumia simu za satelaiti kwa mawasiliano. Kulingana na kikosi kinachoendelea na uchunguzi, meli hiyo na washukiwa waliokamatwa katika eneo linalojulikana kwa kubadilishana dawa za kulevya zaidi ya kilomita 600 kaskazini mwa fuo za Mombasa. Simu za washukiwa hawa pia zinazuiliwa kwa uchunguzi zaidi, moja ikiwa ni kubaini ni wapi mihadarati hiyo ilikuwa inaelekea. Jumatatu washukiwa hawa wanatazamiwa kufikishwa kizimbani. Na kikosi cha makachero wa DCI, jeshi la wanamaji, shirika la Kenya coast Guard, halmashauri ya bandari KPA pamoja na maafisa wa kitengo cha ujasusi NIS wanatazamiwa kuomba muda zaidi mahakamani ili kukamilisha uchunguzi ambao umeiweka tena taifa kwenye ramani ya dunia kuhusu ulanguzi wa mihadarati. Francis Mtulaki, Ringa Citizen Mombasa. Na msamahi.